Mambo ya kuzingatia kama ukiwa tayari, bodi ya mikopo imeshafanya udhibitisho kwenye akaunti yako na akaunti yako tayari inasoma kwenye mfumo wa Sipa, tutaenda kutumia akaunti moja hapo ambayo itaweza kukusaidia. Usisahau kusubscribe channel hii, kwa sababu itakidi kukufahamisha na kukufunza mambo mengi. Tunaanza hivyo. Kwanza kwanza, utaenda moja kwa moja kwenye website ya Loni au website ya HESLB, utaingia kwenye akaunti yako, uta login kama, kama hivyo. Kwa mfano huyu, utuona kwamba utakuwa account yako, na sawa hivi, jina la kwanza, jina la pili, jina la tatu, First name, middle name, last name, institution, watakuandikia course code, watakuandikia last, years, au last year of study watakuandikia kou. Wapendwa, wapendwa, nilikuwa napenda niwataarifu nyote mnaochukua uamuzi wa kuweka picha, naomba uwache usiweke picha yako.